Nataka niwaulize kitu kimoja, kwani ni nani anayetawala? Nani anayetawala? Anayetawala ni Mungu na wala sio mwanadamu. Sasa kwa nini tunalia kila itwapo leo kwa ajili ya kumwomba mwanadamu bila kumwomba Mungu? Niliona ukweli katika kipengele ambacho Mungu alichonionyesha, ni kipengele ambacho mwanamke alipokuwa katika hali ya hatari mno, giza kumwa mno lakini pia ikaja nyingine inasema ya kwamba asipotubu, hakika ataelekea kwenye giza kubwa kuliko lile alilonalo. Kanisa la Mungu, nataka niwaeleze kanisa la Mungu ili kusudi mpate kutambua nafasi yenu na kumtambua Mungu aliye hai, ambaye amewapa uwezo katika ulimwengu wa roho wa kubadili mambo kiroho, sio kwa ngumi, sio kwa vita sio kwa matukano. Mungu amewapa uwezo wa kusimama katika ulimwengu wa roho na kubadili mambo kuwa kubadili mambo mabaya kuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa nafasi hii ya kuweza kusimama tena mbele zake lakini kwa ajili ya ujumbe alionipa kuhusu habari ya kanisa, kuhusu kanisa la Mungu, nataka niwaambie watu wa Mungu jambo moja ambalo ni msingi katika taifa. Ukiona mambo mambo mabaya katika taifa, ujue kabisa ya kwamba kanisa la Mungu limepoteza mwelekeo. Mungu aliponipa ujumbe kuhusu habari ya, ya, ya mwanamke kule, ukitazama kule nilikozungumza katika klipu zilizopita kule nyuma katika chaneli yetu hii ya, ya Christ Secret Mission utaona kwamba Mungu alinipa ujumbe kuhusu habari ya mwanamke. Lakini mwanamke kibiblia, Biblia inamtamkaje mwanamke? Mwanamke ni kanisa la Mungu. Sasa kama mwanamke ni kanisa la Mungu, ujue kwamba kanisa la Mungu ndo nguzo ya taifa. Kwa hiyo ukiona taifa limepoteza, ukiona mambo ya taifa hayaendi sawa, ujue kabisa ya kwamba kanisa la Mungu haliko kwenye msingi wa Mungu, limepoteza mwelekeo. Mfano, kama tukianza kuangalia katika habari ya sasa hivi, utaona jinsi ambavyo mambo ya taifa yalivyo, lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu cha kufanya hapa ni kanisa la Mungu kukaa katika msingi ulio imara wa kumtafuta Mungu. Tofauti na hapo, kwa kweli tutaendelea kuzungumza mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza tukasimama tukawasema tukazungumza sana kuhusu habari ya siasa tukawasingizia wanasiasa, lakini ukweli ni kwamba waliopewa dhamana ya kuwa nguzo ya taifa ni kanisa ni kanisa la Mungu. Na tunapozungumza kuhusu habari ya kanisa la Mungu tunamaanisha nini? Wengine wanaweza wakaelewa kwamba ni majengo yale tunayoenda kusali mle kanisani. Hapana, kanisa la Mungu ni, ni wewe ambaye ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, haijalishi ya kwamba yeye ni dini gani, ni mweisini mromani ama ni, ni mtag kama amemwamini na kumpokea huyu Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Biblia inasema kwamba ni kanisa la Mungu. Sasa kanisa la Mungu limepewa uwezo wa kuwa nguzo hata katika taifa. Kwa hiyo kanisa la Mungu litakapokaa linapokaa katika, katika sehemu ya Mungu, hakika hata mambo ya taifa huenda sawa, kama ni amani, linapata amani. Kwa sababu gani? Kanisa la Mungu limepewa uwezo wa kubadili uwezo wa kubadili hali mbaya kuwa hali nzuri, uwezo wa kubadili huzuni kuwa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, unapoona mambo katika taifa hayaendi sawa, ujue kabisa ya kwamba kanisa la Mungu limeyumba, kanisa la Mungu haliko sawa sawa. Tacheki tu hata katika, katika ibada ibada za sasa hivi zimekuwa ibada za kimwili ambazo hata Yesu alizikemea, akasema hapana. Kwa sababu gani? Kanisa la Mungu linapaswa liwe na ibada za kiroho zinazotazama katika roho, lakini sasa hivi imekuwa na ibada zinazotazama katika mwili, limekosa toba ya kumwendea Mungu. Mungu aliniambia, Mungu aliniambia akasema kanisa la Mungu linapaswa kurejea mbele za Mungu kwa toba. Kwa hiyo tunapotangaza toba hii, unapoona mambo yana, yanaenda ndivyo sivyo, kanisa la Mungu linapaswa lirudi mbele za Mungu kwa toba. Tunasoma hata katika historia ya mataifa, yako mataifa katika Biblia, yako mataifa ambayo yaliyoenda kinyume na mapenzi ya Mungu yalikuwaje? Biblia inaeleza inasema kwamba yalipigwa. Yako mataifa yaliyokuwa yanaingia vitani ambayo yalio, yalipokuwa yakimchukiza Mungu yalikuwa yanapigwa, yalikuwa yanahangaika kwa sababu ya kumchukiza Mungu, kwa sababu ya kutokukaa sawa sawa na Mungu. Tunasoma katika habari ya Esta katika ufalme wa, wa, wa, wa, wa Uswelo, jinsi ambavyo mambo yalivyoonekana kuwa ni magumu kwa Waisraeli, walifanya nini? Bibilia yetu inatueleza ya kwamba waliitisha maombi ya kufunga ya kuomba na kufunga walioko walioko walioko majumbani wakaomba, walioko huko ikuru wakaomba, walioko katika sekta fulani wakaomba, walikaa katika maombi. Bibilia yetu inasema ya kwamba walijipaka majivu wakavaa magunia kwa ajili ya kumwomba Mungu, kwa ajili ya kunusuru maisha yao, kwa ajili ya kunusuru mambo ya taifa kuharibika Walifanyeje? Waliomba, na walipoomba kweli waliona, walipata matokeo. Matokeo yao yakawa sawa, kwa sababu Mungu Mungu amewapa uwezo wa kuomba. Mungu amewapa uwezo wa kubadili mambo, amewapa uwezo katika ulimwengu wa roho na mambo. Mpendo, nataka nikwambie mambo mengi yako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapokaa katika kanisa, linapokaa katika hali ya kujitambua kama jinsi ambavyo Mungu alivyonijia kunionyesha hali ya kanisa jinsi ambavyo ilivyo mbaya. Nini maana yake? Kwa nini Mungu alileta ujumbe kunionyesha hali ya kanisa jinsi ilivyo mbaya? Kwa sababu alijua mwelekeo. Bibilia yetu inasema hivi, Mungu hujua mwanzo hadi mwisho. Kwa maana kwamba Mungu alijua mwelekeo ni, ni, ni namna ya kulitazamisha kanisa ili kusudi liweze kurejea mbele za Mungu, na wala sio wakati wa kulia. Kwani nataka niwaulize, enyu watumishi wa Mungu, nataka niwaulize kitu kimoja, kwani ni nani anayetawala? Nani anayetawala? anayetawala ni Mungu na wala sio mwanadamu. Sasa kwa nini tunalia kila itwapo leo kwa ajili ya kumwomba mwanadamu bila kumwomba Mungu? Soma mwenyewe Biblia, inajieleza nini? Mtu wa Mungu, unapaswa ufanye. Niwaombe basi, watumishi wa Mungu, wachungaji, maasikovu na manabii, Mungu aliowapa uwezo aliyowapa dhamana ya kusimamia hayo ya kuwasimamia hawa watu, itisheni maombi ya toba. Waelekezeni watu kwa Mungu, waelekezeni watu katika toba, wapate kwenda mbele za Mungu kwa toba, wamuombe Mungu, wamrudie Mungu. Biblia yetu inasema kwa namna ambavyo mwanadamu alivyopewa uwezo kwa, ma, kwa namna ambavyo kanisa la Mungu Mungu alivyolipa uwezo wa kubadili mambo katika ulimwengu wa roho. Kanisa mmelipa uwezo wa kubadili mambo katika ulimwengu wa roho. Nawaomba watu wa Mungu mzidi kufanya hivyo, na Mungu atawabariki Mungu atawainua Mungu wetu yuko wapi? tuzidi kumuona, kumuomba Mungu ili kusudi ajitukuze aonekane mwenyewe. Bila ya hivyo, hakika mwelekeo wetu utakuwa hautamaniki. Niliona ukweli katika kipengele ambacho Mungu alichonionyesha, ni kipengele ambacho mwanamke alipokuwa katika hali ya hatari mno, amefunikwa na giza kubwa mno kanisa limefunikwa na giza kubwa mno, jinsi ambavyo Mungu alivyonionyesha kanisa lime, limefunikwa na giza giza kubwa mno. Lakini pia ikaja nyingine inasema ya kwamba asipotubu, hakika ataelekea kwenye giza kubwa kuliko lile alilonalo kanisa la Mungu. Nataka niwaeleze kanisa la Mungu, ili kusudi mpate kutambua nafasi yenu na kumtambua Mungu aliye hai ambaye amewapa uwezo katika ulimwengu wa roho wa kubadili mambo kiroho, sio kwa ngumi, sio kwa vita, sio kwa matukano. Mungu amewapa uwezo wa kusimama katika ulimwengu wa roho na kubadili mambo kuwa, kubadili mambo mabaya kuwa mazuri. Historia zinasemaje? Nimekwambia angalia katika, katika, katika mataifa yapo mataifa, katika mataifa yako mataifa yaliyokuwa yanakaa na yana, yana, yana Mungu. Yako mataifa angalia jinsi ambavyo wakipoteza ule ile nguvu ya Mungu, wakipoteza yale mahusiano walikuwa wanafanywa nini? Bibilia ilikuwa inatu, inatwambia ya kwamba walikuwa wanapigwa walikuwa wanashindwa. Kwa sababu gani? wamepoteza ile nguvu ya Mungu ndani yao, wamepoteza uelekeo, wamepoteza uelekeo wa Mungu ndani yao. Ni wakati wa kwenda mbele za Mungu kwa toba. Kanisa la Mungu ndo msingi, kanisa la Mungu ndo moyo wa taifa. Nini unapaswa ufanye? Nenda mbele za Mungu kwa toba, bila kujali ya kwamba wewe ni nani, unapaswa uende mbele za Mungu kwa toba, kwa kumlilia Mungu. Na Mungu ameahidi kabisa ya kwamba hatakuwa mbali nasi. Mkono wa Mungu tutauona, tutauona ukisimama. Sio wakati wa kulia na wala sio wakati wa kumlilia mwanadamu, bali ni wakati wa kwenda mbele za Mungu bila hofu, wa kwenda mbele za Mungu bila woga mbele za Mungu bila kumtegemea mtu yoyote. Nimekwambia kabisa ya kwamba nafasi Mungu aliyokupa ni kubwa mno. Mungu amekupa nafasi kubwa mno katika ulimwengu wa roho, amekupa nafasi kubwa mno wa kubadili mambo mabaya kuwa mazuri. Ona nafasi ambayo Mungu aliyokupa leo, ona nafasi Mungu aliyokupa. Macho yako yamwelekee Mungu, unawala sio mwanadamu. Ujue ya kwamba wewe upo kwa sababu Mungu ametaka uwepo, bila kujali cheo, bila kujali mazingira unayoishi, bila kujali maisha unayoishi. Mungu amekupa nafasi kubwa mno katika ulimwengu wa roho. Mungu anakuheshimu, ameahidi kukuheshimisha pale uta na kujua ya kwamba yeye ni Bwana, na kujua ya kwamba yeye anaweza, na kujua ya kwamba yeye anaweza akabadili mambo katika ulimwengu wa roho, na hakika ukapata kile unachokitaka. Nitazidi zaidi na zaidi kuambia habari hii yaweza kuwa watu wa Mungu amepoteza ule uhakika wa kumjua Mungu kwamba yeye ni Mungu awezaye mambo yote. Hakuna kitu kinachoweza kikawa kikashindikana mbele za Mungu, yote yanawezekana. Sasa kama tunaamini yote yanawezekana, kwa nini tunalia mbele za mwanadamu? Kwa nini tunamlilia mwanadamu? Kwa nini tunamsema mwanadamu baada ya kwenda mbele za Mungu ili kusudi tumweleze Mungu shida zetu, ili kusudi tumweleze Mungu tunataka nini nazidi kuwaomba wachungaji, nazidi kuwaomba walimu, nazidi kuwaomba maaskofu, nazidi kuwaomba manabii ambao Mungu amewapa nafasi hizi. Kumbukeni ya kwamba Mungu amewapa nafasi za kipekee kabisa. Wapo watu wanaozitamani nafasi kama hizi, lakini hawajapewa, hawajapewa nafasi kama hizi. Nawaomba watu wa Mungu, ebu waelekezeni watu mbele za Mungu, waelekezeni watu mbele za Mungu, waingie katika toba. Ibada zetu ziwe za kiroho, za kumwangalia Mungu, za kumtazama Mungu, za kumwelewa Mungu na kujua ya kwamba yeye ni Bwana na kujua ya kwamba yeye anaweza, na kujua ya kwamba yeye naweza, na ya kwamba ni mfalme anatawala amiriki na wala sio mwanadamu. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki.